Na najaribu kujibu zile discussions za kwamba je, pombe ni dhambi au sio dhambi. Swala la kwamba ni dhambi au sio dhambi isikusumbue. Kuna mambo mnataka kutimiza, na kufundisheni tricks za maisha. Hizi ni tricks za maisha, maisha. Nawaambia kweli mtanikumbuka nyinyi mkifanikiwa. Namuona mtu mmoja kinya na bulungutu limejaa la hela. Discussion should not be ni dhambi au sio dhambi, discussion should be tunywe au tusinywe and why? The why is there. The why is answered there. Ninaamini kwenye debates nyingi za makanisani huko na watu walio wa challenge. The, uh, most of us, we couldn't answer why. Kwa, na tu tunawaambia tu tusinywe pombe and we never answer why. Paulo anasema hivi, msilewe kwa mvinyo, bali mjazwe Roho Mtakatifu. Cheki mwanangu, ukija ukapiti huko, oh, Roho wa Bwana umetuhudumia leo kwa namna ya ajabu sana. Shoga yako na kualika sasa nanii tuna kiwine party. Watu wa Mungu, hivi vitu ambavyo Mungu amesema tusifanye, tusiguse, tusiharibu, hajasema kwa sababu anataka kutunyima raha ya maisha. Anajua mimi ndo nimewatengeneza nyinyi watoto wa Mungu, Mungu ametuumba sisi, kwao anaijua content yes. anajua raw material <laughs> anajua aliyotengeneza nayo kwamba ili hao watu wa perform in full potential kwenye uso wa nchi kuna kitu hawatakiwi kugusa yes. kuna kitu hawatakiwi kufanya yes. Sisi sasa, Mungu mwenyewe anajua, ajui yo kiaje nao kumwambia bro, hata kama dada mwambie tu bro. <laughs> imekuchelewesha sana bia. Saa hizi ungekuwa mbali mno, mno. ungekuwa mbali sana, mbali sana. <laughs> Angalia ndugu zangu <laughs> nawaona, roho yangu inawaangalia <laughs> mi, nawaona mioyo inavyosema na isikia Mungu anasema hivi, mtu ambaye amejitenga na kileo, amejitenga na kileo, huyo mtu anaitwa sawa, sawasawa na mtu aliyewekwa wakfu, ametengwa kwa, wakf, kwa ajili. Mungu ana kazi naye maalum, Mungu anataka kumpa kazi, so right now, between now and then, between now and here, between now and the day I will give you a job, hapa sanctify yourself. It is possible, my people kujikana kwa ajili ya Mungu. Hey, sisi hatujatoa kafara yoyote, yes. Kafara Mungu anazozitaka ndani maishani maisha mwetu ni hizi hizi, acha pombe ni hizi, jijime mwanangu, hata kama vinawasha kiasi gani, acha uzinzi ni hizi, hizi kafara ndo hizihizi, yes. Wewe hujaambiwa uozeshe mguu, hujaambiwa uozeshe kidole, hujaambiwa unyoe nywele, hujaambiwa ujichanje chale, umeambiwa tu uache hivi. Cheki mwanangu, ulivyo mwepesi, unatepeta, alafu nategemea utakuwa na hela. Mwingine anasema ah, kwa hiyo pastor anataka kuniambia watu wote wasiolewa wana hela ah? Ah, ni hivi, mtu wa Mungu, they have their principle yes. ya kuwafanya wawe matajiri and we have our principles, our own principles. Yes. tusitake kumchukua Mungu wetu adjusted kwenye mazingira yetu uh -uh. Sisi ndio tunatakiwa kuadjust kwenye mazingira yake Yes. Ili tuwe bora Yes. Amen. Sema nimemwelewa mchungaji leo. Kwa hiyo, kwa nini Mungu hataki tunywe tulewe? Anataka kutu, kwa sababu kuna vifaa viko huku ndani, kuna vismart viko huku ndani, kuna vinyota nyota viko huku ndani, vitashine Yes. If you abstain from alcohol, Yes. If you abstain from any addiction, you staying in that addiction, there is a the kind of light that you are dimming. Kuna aina ya nuru unaififisha. Yes. Hamna mtu aliye kunyima starehe. Mungu huyu hapa anasema hivi, hao watu ambao wanaweka nadhiri kwangu, ni wafanyie jambo, wajitenge na kileo. Wajitenge na kileo. Siniambie ni agano j... la kale, agano jipya ni kali zaidi, ni gumu zaidi. Bora ataisha e ati. Agano jipya ndogoo. Unajua agano la kale wameambia hivi, mtu asizini. Lakini agano jipya unajua ameambiwaje? Asimtizame mwanamke kwa kumtamani. Mtu wa Mungu tunaponea wapi? Maana Waswahili husema macho hayana nini? Kazia. Unakaa mwenyewe umetulia namna hii kitu kinapita sha. Moyo wako unafanya pupu. Pupu. Unamshukuru Mungu kwamba alikuona mapema, Mungu alikuokoa mapema. Unasema Jehova lit, kama usingeyaokoa maisha yangu mapema, mimi nafikiri ningekuwa ndani ya jeneza. Masharti ya agano jipya ni magumu kuliko hata agano la kale. Ndio maana huku tukapewa msaada wa Roho Mtakatifu. Yes, kule wakupewa msaada wa Roho Mtakatifu. Yes, vigezo vya gano jipya ni vigumu mpaka Roho Mtakatifu anakuja, mpaka kwenye kitabu cha Warumi anakuja. Warumi anazungumza baya, sasa hivi roho mwenyewe aujua udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi ipasavyo. Hasikudanganye mtu kwamba eti agano jipya limerahisishwa huku, no, no, ndo noma. Twende kwenye kitabu cha Hesabu. Hesabu ishirini na nne right, ambapo yes, alisema namuona lakini sio sasa. one, two, three, go. Kisha wana wa Israeli wakasafiri na kupanga katika nchi tambarare za Moabu ng'ambo ya pili ya Yordani karibu na Yeriko na Baraki mwana wa Sipori akaona mambo yote ambayo Israeli wamewatendea Waamori. Sema aliona, aliona. Sema tena aliyaona, aliona. Moabu mm -hmm. Akawaogopa hao watu sana. Sema akawaogopa aliona. Sema aliona, aliona. Kwa hiyo akaogopa ahiyo akaogopa. Uh, shikilia hapo hapo, shikilia hapo hapo. hiyo gia usiiachie, nenda Hesabu sura ya sita mstari wa kwanza. Kisha wana na Musa na kumwambia, nena na watu wa Israeli uwaambie, mtu mume au mtu mke atakapoweka nadhiri kubwa, nadhiri ya mnadhiri, ili ajiweke wakfu kwa Bwana atajitenga na divai na vileo, hata kunywa siki ya divai wala siki ya kileo, wala asinywe maji yoyote. Hajasema alewe au asilewe, amesema asifanye nini? Asinywe. Na najaribu kujibu zile discussions za kwamba, je, pombe ni dhambi au siyo dhambi? Swala la kwamba ni dhambi au siyo dhambi isikusumbue. Mungu amesema hivi <laughs> ama mpaka Jehova mbinguni kutoka kwenye his common sense his divine sense his all intelligence his godliness his all powers. Mana yake anakuambia hivi, there is something I cannot to do, I cannot do in your life. Na manguvu yangu yote niliyo nayo, kuna kitu siwezi kufanya kukiwa na pombe. Pombe inaizuia hii nguvu isifanye ah, kazi mwanangu. Imagine how many things Mungu alitamani kutu rescue, ila alipokuja akaikuta alcohol akasema, i have nothing to do here let him order die here is God. Aa, mtu yoyote akishaweka nadhiri kwamba Mungu mimi nitakutolea kitu fulani, unasema, Mungu nafanya agano na wewe, nifanye nataka unifanyie jambo fulani. Ukinifanyia jambo fulani, Mungu nitakufanyia jambo. Ukishafikia hiyo leva, kwambia hivi, Mungu ukinipa kazi, ukinipa Mungu mimi ukinipa kazi, labda mshahara wangu wa kwanza nakutolea. Ukishaiweka nadhiri hiyo, haishii hapo. Ndio maana mnaona wengi mnawekaga nadhiri, lakini Mungu afanyi. Anasema ukishaweka nadhiri, jitenge mbali na kileo. Mpaka siku Mungu atakapotimiza nadhiri yako <coughs> mtu siri si jampa? <coughs> Ninyi mmejaliwa kuzijua <coughs> siri. Kwa mfano. Look how sensitive beer is. Look how sensitive your alcoholic wine is. Or should I say, look how sensitive alcohol is. Mgeukie jirani yako bila kumsimanga wala kumuhukumu, mwambie tu Mungu akubariki wa sana, wala usimwambie lolote, usimwambie laheri wala shari. Mgeukie tu tena mara nyingine, mwambie Mungu akubariki sana, mwambie endelea hivyo hivyo, hivyo, hivyo. hivyo, hivyo. hivyo, hivyo. hivyo. Natubia twako endelea nato tu. Sasa unaweza ukaelewa kwa nini you are not functioning in your full potential. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen, nanisikia nachokisema. Mwaka huu tuamue, tuamue, watu wa Mungu, kutaka kuona matokeo. Fahamuni hili, katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja, hafanyi peke yake, hafanyi peke yake. So if you want God to do any wonders in your life, he will require you to do your part. Atakutaka wewe ufanye sehemu yako, otherwise nitakuwa naombia injili za uongo, na mimi sina mpango wa kuhubiria injili za uongo sababu nataka kuzeeka na nyinyi. Unajua njia ya mwongo ni fupi, ila mkweli ana maisha ya milele. Nikiwahubiria uongo, baada ya muda mtachekeza, mmm Mwana ametudanganya sana tumevumilia iki yeah, saa hizi tumechoka. Lakini if we stay in the truth, hata mkitaka kunihukumu mtasema hivi, mmoja wenu atasema hivi jamani, alisema tu tunafanya na hivi ulifanya. Nimetaka kuwapa hilo joto kidogo, kabla hujakaa chini. Sasa unaweza ukakaa. Haleluya. Cheche, mshukuru Mungu hauna kiu ya kiu ya pombe. Hata Yes. <laughs> ya uzinzi sina baba <laughs> muhimu ukasema baba yangu Yes. Usiposema wao watasema Yes. <laughs> wananchi. Baba sisi tumtumikie Mungu. Amen. Tumekuja da kuhubiri injili, tukimaliza tutaenda zetu mawinguni. Hallelujah. <laughs> <laughs> Bwana asifiwe. Ngeukie jirani yako, ambie utu tupombe tudogo tudogo utu. Mpo. There is glory we are losing. There is potential we are losing. Mungu anatusaidia ndio maana narudia tena ndio maana Agano Jipya tumepewa Roho Mtakatifu ili tupimwe si kwa bidii zetu yes. bali kwa msaada What yes. the Holy Spirit can contribute. Kwa wa roho wake ah, kwa sababu kuna mahali sisi bidii zetu za kibinadamu zinaishia. Ndio maana tunapoomba katikati ya udhaifu wetu, kwa sababu kwanza naadmiti anasema sisi, anasema roho wa Mungu anajua udhaifu wetu. Kwa maana yake we are, he is acknowledging kwamba hata mjifanyeje nyinyi ni dhaifu, so what we are trying to do is the more we come to him the more we are made better the more we are made better the more we are made better the more we are made better by him until we attain that level that God requires it is called the level of perfection. Anasema Kristo anaumbika ndani yenu Sisi tumetumwa ili kuwajenga kuli, kuli, kuli, watu wa Mungu kulijenga kanisa. It's very important to know kwamba hakuna taifa kama hakuna watu, na hakuna taifa bora kama watu hakuna bora. Taifa bora linapimwa kwa ubora wa watu wake, taifa bora lipimi kwa ubora wa mandhari ya hilo taifa. Nasikia nachokisema, ngeukie, yes. Jirani yako ambie taifa bora linapimwa kwa ubora wa watu wake. Siyo kwa, ubora wa siyo kwa ubora wa mandhari. The excellence of the nation is measured by the excellence of the people in the nation. Kwa tunaupima ubora wa watu wa Mungu, tunaupima ubora wa nchi by measuring how better the people are. Sema, I, determine I determine this year to be better than yesterday to be better than last year, be than last year in, the Jesus, in the name of Jesus I determine this year, determine this year to do, more to, do more, to more to have God more to be sanctified more. Hesabu sura sita. Mstari wa tatu. Mm -hmm. Atajitenga na divai na vileo hata kunywa. Aa, wa kwanza baba. Ili kuunganisha kuleta point. Mm -hmm. Kisha Bwana akanena na Musa mm -hmm. na kumwambia mm -hmm. Nena na watu wa Israeli, uwaambie, mtu mume au mtu mke atakapoweka nadhiri kubwa, nadhiri ya mnadhiri, ili ajiweke wakfu kwa Bwana, atajitenga na divai na vileo, mm -hmm. hata kunywa siki ya divai Hmm. Wala siki ya kileo. Amesema atafanya nini? Atakunywa? Atajitenga. Alafu hatafanya nini? Hatakunywa. Mwingine anasema hivi, Mungu, Mungu amesema tunywe ila tusilewe. A a, amesema hata. Kwa hiyo discussion ya kusema pombe ni dhambi au sio dhambi ni discussion ya watoto. Matured Christian, that's no discussion. Discussions should not be ni dhambi au sio dhambi. Discussions should be tunywe au tusinywe. And why? The why is there. The why is answered there. Ninaamini kwenye debates nyingi za makanisani huko na watu walio wa challenge. The most of us we couldn't answer why. Kwa tunawaambia tu tusinywe pombe and we never answer why. Jibu ni jepesi tu. If God said don't do it you don't even please you don't have even to discuss kwa sababu he knows you better kwa anajua material niliowatengeneza nayo nyinyi guys it can only function if you guys are able to abstain from this thing maanake mkitumia hivi vitu you are reducing the content of whatever that is in you ni muda chukua, wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, kuwasilisha kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa, kujengea uwezo wa kufanya zaidi. Welcome to the Hall of Positive Vibes.